Yavazi linaye kusumbua lia moro na kulitupa mbali nawe. Kataa hayo mavazi, kataa hizo nguvu, kataa hiyo roho, kataa hiyo fame, kataa, kataa areka jina la Yesu kataa, kareka jina la Yesu. Hilo vazi sio fungo lako, hayo mabaya sio fungo lako, hayo magonjwa sio fungo lako, kucheleweshwa sio fungo lako, kukataliwa sio fungo lako. Ah, ah, adui ya kunyamazishe usikubali, kama Bartimayo hajakubali. Ah, leo hii Yesu akutane nawe. Yale yote ambayo wakasema hayawezekani kwako yanawezekana katika, ah, china la Yesu. Ah, omba, omba, omba